If you drive a Toyota Corolla. Kama utanunua Toyota Corolla, ingawa unaweza ukamudu kununua Benz, hiyo huwa tunaita ni hekima ya kifedha. Lakini kama utanunua Toyota Corolla, kwamba huo ndio uwezo wako wa kifedha wa mwisho kabisa, hiyo kiuchumi huwa tunasema ni kosa la kifedha ambalo utakuwa umelifanya. Yani, hapa anasema hivi kama utanunua gari fulani tuseme labda Toyota Corolla, lakini una uwezo wa kumiliki hata benzi, ila tu umeamua ununue Toyota Corolla kwa sababu wewe mwenyewe umeona kwamba ni gari ambayo inakukidhi katika matumizi yako ya hapa na pale, basi maamuzi kama hayo, huo tunayaita ni financial wisdom, hekima za matumizi ya kifedha. Lakini kama utanunua gari fulani akasema labda iwe ni benzi, lakini huo ndio uwezo wako wa mwisho kabisa, kwamba huwezi ukanunua gari yenye thamani kubwa zaidi ya hiyo basi aina ya maamuzi kama hayo kiuchumi, huwa tunasema it is a financial mistake. Makosa ya kifedha ambayo utakuwa umeyafanya. Lakini hii inaweza kawa tu sio gari, ametumia gari kama mfano, inaweza ikawa ni simu, inaweza kawa ni kitu kingine chochote kile. Anaendelea anasema, usifanye mambo kulingana na uwezo wako wa kifedha, siku zote ishi chini ya uwezo wako. Hapo ngoja nielezee kidogo pia, unapoambiwa ishi chini ya uwezo wako haimaanishi kwamba uishi kwa kujinyima sana, ama uishi kimaskini. Hapana, mzungumzaji hapa anasema usiishi ama kutumia pesa zako kulingana na kiwango chako cha kifedha, kwamba matumizi yako huwa yanategemea na, na mfuko wako ulivyo. Ukiwa nazo unajiachia, zikiisha unajificha, huonekani. Anasema hatutakiwi kuishi namna kama hii, badala yake anasema hivi, ishi kiwango cha chini cha mapato yako. Takupa mfano, nielewe vizuri kama labda unaweza kumudu kutumia labda laki moja kwa mwezi, anasema hivi usitumie laki moja zote, tumie elfu sitini ama elfu sabini na kinachosalia kiweke akiba ili kikuongezee kipato chako. Kwa maneno mepesi zaidi, sio kila kitu ambacho kipo ndani ya uwezo wako ni lazima uwe nacho. Kuna vitu ambavyo ni kweli kabisa unaweza kuvimudu kabisa kuwa navyo, lakini si vitu vya muhimu, yaani kuto kuwa navyo hakuna athari yoyote ambayo inaweza kakupata aina vitu kama hivyo, achana navyo. Kuna vitu ni vya muhimu na kuna vitu ni vya lazima. Unajua, miongoni mwa makosa ambayo wasanii ama waigizaji huwa wanayafanya ni kununua vitu ili waonekane. Mtu yuko tayari akope ili mradi tu alinde ile brand yake. Sasa hii nayo ndio shida nyingine ya umaarufu. Sasa mzungumzaji anaendelea anasema, kwa sababu sio mapato peke yake yatakayo kufanya uwe tajiri, ila kitakacho kutajirisha so, ni kipato chako. Sasa unaweza ukajiuliza, yeah, tofauti iko wapi? Tofauti kiukweli ipo, kuna tofauti kubwa sana kati ya mapato na kipato revenue. Income and revenue. This... hiki ni kipato chako your revenue... Mapato ni kila kitu unachokipata ndani ya mwezi mzima, kila kitu kinachoingia mfukoni mwako ndani ya mwezi mzima, hayo left. ni mapato yako. Lakini kipato ni kile kinachobakia baada ya matumizi. Kuna njia mbili ambazo unaweza kutumia ili kuongeza kipato chako. Moja ni kwa kupunguza Less. mapato yako, ama kwa kutumia okay. kidogo kwenye hayo mapato oh uliokuwa nayo, lakini mbili ni kwa kuongeza mapato yako, yani ili uongeze kipato chako, kwanza ni lazima upunguze matumizi yako, lakini mbili ni lazima uongeze mapato yako, yani uongeze vitega uchumi vyako. Kwa hiyo haijalishi matumizi yako ni makubwa kiasi gani, ili mradi tu hautumii mapato yako yote, bado utabakia kuwa na kipato. Watu wengi husema kwamba ajira sio sehemu sahihi ya kujijenga kifedha lakini mimi huwa naamini ajira ni sehemu nzuri ya kuanzia, japo ukiwa na ajira mapato yako huwa yaongezeki kama matumizi yako yanapoongezeka. Kwa hiyo ili ubakie na kipato, utalazimika kupunguza matumizi yako. Hata kama una kiu, itabidi tu unywe kidogo ili ubakie, ili ubakie na kiasi fulani cha kukumudu katika siku zijazo, jambo ambalo sio target yetu. Jambo kubwa la msingi ni wewe kuongeza mapato yako, kwa sababu ukiwa na vyanzo vingi vya mapato unaweza kutumia zaidi na bado ukabakia na kipato. Ni kipato chako ndio kitakachobadilisha maisha yako ya kifedha, sio mapato yako, yaani kile kinachobakia baada ya matumizi ndio kinaweza kuamua hali yako ya kifedha na sio mapato yako. Unaweza ukawa na mapato makubwa, lakini kama matumizi yako bado ni makubwa, ni lazima tu utakuwa unabakia mfuko mtupu. Sasa unakiangaliaje kipato chako? Tumia njia hii ambayo mimi huwa naitumia kila mwezi. Kwanza chukua kipande cha karatasi, ukigawanya mara mbili. Chochote kile ambacho kinaingiza pesa mfukoni mwako kila mwezi, andika upande mmoja, na chochote kile ambacho huwa kinatoa pesa mfukoni mwako, andika upande mwingine. Sasa tofauti kati ya pesa inayoingia na pesa inayotoka mfukoni mwako, hicho ndiyo kipato chako. Kama hakuna tofauti kabisa, maana yake ni kwamba haujawahi kuwa na kipato, yaani wewe hauna kipato na upo kwenye hatari kubwa sana. Haijalishi unapata kiasi gani, utajiri huwa unaanza pale unapoanza kuwa na kipato na kipato hiki ni lazima ukifuatilie kila mwezi. Kwa hiyo kila mara unaposoma ama kuona taarifa za kifedha mtandaoni usikubaliane nazo tu moja kwa moja, kwanza zipime kwa kuangalia kipato chako. Jiulize, taarifa hii inakusaidia kuongeza kipato chako ama inakupunguzia kipato chako? Ukiielewa kanuni hii utapata picha kamili kuhusu elimu ya kifedha kwa sababu kinachomwongezea kipato mtu fulani si lazima kikuongezee na wewe pia. Yaani, taarifa nzuri kwangu inaweza ikawa isiwe taarifa nzuri kwako wewe. Ukiwa na uelewa huu, hakuna mtu atakaye kuchanganya tena. Kwa nini? Kwa sababu utakuwa tayari na kipimo chako binafsi cha kupima taarifa zote za kifedha ambazo utakuwa unaziona. Wengine watakwambia nunua nyumba, wengine watakwambia usinunue nyumba, wengine watakwambia kopa pesa, wengine watakwambia usikope pesa. Lakini jambo la msingi ni kwamba taarifa gani nzuri ama mbaya kwako, inategemeana na uhusiano wa taarifa hiyo na kipato chako na sio mapato yako.